Unajua mimi nina utaalamu wa kugundua vitu mm-hmm. Nasikia alufu alufu kabisa hapa. Mm-hmm. Hata itakuwa ni hapap, bado sijakubaliana na wewe bado kabisa. Hapana, <coughs> <coughs> sio wadudu, nipo kazini. Yaani ni upelelezi. Umakini wa weledi wa kazi. Ni kinyango, sina shida. Kwenye upande wangu kazi nafanya kazi kwa weledi kabisa. Nina wasiwasi yeah na wewe. Hebu naomba niangalie ndani. Hebu tuingie ndani. Ingie ndani. Ah, tunakagua mazingira. Wewe. Hata wawili. Sasa wewe sikilizeni. Mimi naingia ndani mwenyewe. Sawa.

Eti kama nimeokoka hivi, kama nimeacha acha. Wewe mimi askari, miaka na miaka 35, kazini. Nimekuwa na mafunzo mimi ya kutoa mabomu, unanusa hivi, bomu liko hapo, unategua bomu, nishindwa kunusa bomu? Wanachukuli yake, usione niko hivi, nimekwenda elimu

Yaani sura mtu usipokuwa makini unaweza kugundua kwamba kweli mtu huyu kaacha. Yaani sura yako na, na, na mambo unayofanya haviendani kabisa. Sura ya uongo uongo hapo ndani kuna ukweli. Sio hivyo afande. Ningekuamini nisiingie ndani. Ningekuaje? Nisikilize basi. Mimi nakusikiliza. Yaani ilikuwa ndani muda mrefu kipindi nasema naacha. Ilikuwa ndani. Sasa ningempa nani? Ningempa nani? Umeshindwa kuweka mbali uko.

pia ya maisha tunayoishi tutayaisha dilim baby, mimi naelewa jinsi gani unaumia na najua jinsi gani unateseka hususan katika masuala ya malazi, lakini nina visiku vichache tu hapa navifanyia kazi. Kila kitu kitakuwa sawa kama unavyojua hakujatoka ndani ya, ya mtaa nikisema nitafute ni madalali hapa tutafikie room. Unajua watu wa, wa mtaa apa sana peleche peleche nyingi, habari zinaweza zikafika kobola hapa tulipo, tupo salama, sawa. Lakini sasa je, hapa mvue kitukutie hapa inakuwaje? kikubwa hapa baby. Cha kwanza tunapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu kama vile alipenda kwa sababu toka tuwepo hapa hata mvua haijanyesha. Mwenyewe si unaona tuna enjoy nini na maisha mengine yanaenda, kwa kila kitu kitakuwa sawa tu, na hata mvua ikinyesha baby, wewe ndio ulisema mimi mwamvuli wako, mvua ikinyesha si nitakufunika wewe. Ndio uliniambia kwenye baridi utanikumbatia mimi, ndo nitakuwa shuka lako. Sasa inakuaje, au ulikuwa unanidanganya? Hapana, basi nisamee mimi basi, usijali baby.

Ni chozi la mapenzi, ni chozi la mapenzi. Dunia imebeba watu na viatu. Au wenye akili timamu mwingine viatu.

Anafande nini maanake? Munga mata ananipeleka kituoni. Anakupeleka kituoni? Kwa mbona ukanambia unaenda kituoni? Elangu mimi napataje? Mkuchu, tafadhali nielewe wakati nilokuwa nao saivi. Mimi mwenyewe sipendi. Tafadhali naomba kama unaweza kunisaidia, naomba unisaidie. Tafadhali. Mbona jirani mimi kusaidia mara ngapi maua eh? kusaidia mara ngapi na kusaidia maua usaidiki

Hapana mkuu. Hapana. Labda siku tano. Tena nimejitahidi sana. Siku tano. Fungo. Je, una familia? Yuko na watoto mkuu? Watoto wanasoma nambani. Saidi mkuu kwa hili. Basi kia. Basi fresh sana. Basi changamka. Samahani, samahani bwana afande.

Unamalizana vipi? unajua vijana malugha za kiuni juu kwa juu kwa juu nini? Mimi kwa kazini, unajua we jamaa yangu sana kwa muda mrefu wa kitambo kuongea nikakuachia lakini, mwingine msikubali ni kumwachia hapa. Mtu mmoja mtu aongee naye kwa heshima, kwa heshima sana. Sasa bwana, wewe zingatia eh, hmm. sawa hiyo imeisha eh hichi. Hey, mimi nimechukua wewe, ni wa kwangu, kwa hiyo kwa makini, serikali kwa mama, wewe zingatia hii serikali, mshukuru sana mzee huyu na mheshimu sana mzee huyu, zingatia mwenalewa. Afande huyo asema huwa naona kile kitokea hapa. Mimi nashukuru nasema asante, sio asante, asante. Mimi natwela zangu, na bado nakudai, tuondoke. Hili ni chozi la mapenzi. Yeah, ni chozi la mapenzi. Dunia nimebeba watu na viatu, wenye akili timamu mwingine viatu. Dunia nimebeba watu na viatu, wenye akili timamu mwingine viatu. Imagine mtu anauzwa kisa hela mm, dunia naenda kasi tena mpela mpela na umasikini ndo sababu Watu kufanya mambo ya sofa, Hawafati dinu wala vitabu, Maovu njo anayaonyesha. Na umasikini ndo sababu Watu kufanya mambo ya sofa, Hawafati dinu wala vitabu, Maovu njo anayaonyesha. Ili chozi la mapenzi Ili chozi la mapenzi Ili chozi la mapenzi pe Hili ni chozi la mapenzi kwa watu linamwagika kivunisha makitenzi bado haijafahamika. Hili ni chozi la mapenzi kwa watu linamwagika kivunisha ukitenzi bado haijafahamika <totansi>

inazua mjadala mjadala wanaangamia watu msaliti umetawala umetawala unatafuna watu inazua mjadala adu na umasikini ndo sababu watu kufanya mambo ya sofa hawafuati dini wala vitabu maovu njo yanayoonyesha. Na umasikini ndo sababu watu kufanya mambo ya sofa hawafuati dini wala vitabu maovu njo yanayoonyesha. Ili chozira mope Ili chozira Hili ni chozi la mapenzi kwa watu linamwagika, kigumisha makitenzi bado haijafahamika. Hili ni chozi la mapenzi kwa watu linamwagika, kigumisha ukitenzi bado haijafahamika.

Sasa hebu niangalie dawa gani. Ibangi? Ah! Ibangi kabisa, yaani ibangi. Sasa kama bangi like, lakini no naona boa, navuta navuta natoa na moshi wami, hebu na mimi nikajaribishe sasa hii leo ndio kujaribisha

Dunia nenda kasi tena, mpera mpera, na umasikini ndo sababu watu kufanya mambo ya sofa.